Ukiwauliza mufti na mashekhe wa Saudia kuhusiana na swala la mwandamo wa mwezi watakwambia, kila sehemu wafate mwandamo wao. Sisi hatu, msitufate sisi, kwa sababu sisi hatuwafati nyinyi. Nyinyi hata mtuambie mshauona mwezi, si hatuelewi hatuwafati sisi, twafata mwandamo wetu, twafata kwa mufti na uongozi wa dini ulivyo hapa utakavyo utakavyoamua sasa sisi huku sisi, sisi, sisi, sisi, sisi hatuelewi. Yani sisi nikavyotwambia, wewe bwana sema utakavosema, ukitaka usitake, sisi pakufata bana, msitufate sisi. Hata mkienda makwenu au sehemu nyingine yoyote duniani hatufati sisi, sisi tuko vipi? Hatuelewi sisi tuwafata jiji <laughs> jambo